Tuelekee kaunti namba 45 ambapo maofisa wa polisi kutoka Kisii wamemkamata mwakilishi wadia wa Nyamasibi Christopher Osaga kufuatia visa vya watu kadhaa kuripoti kwamba Osaga amekuwa akiwatapeli akiahidi kuwatafutia nafasi za kusafiri hadi Canada. Mwakilishi huyo ambaye alifikishwa katika mahakama ya Kisii mbele ya hakimu mkuu John Nyakiri Alikana madai kwamba kati ya miaka 2022 na 2023 alichukua jumla ya shilingi 183,000 kutoka kwa mama mmoja akiahidi kumsaidia mtoto wake kusafiri nchini Canada. Mahakama ilimwachilia kwa dhamana ya shilingi laki moja.